Wale bora kwa mama wote. Mimi naitwa Zakayo kama kiongozi ulivyonitambulisha. Mimi ni muhitimu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Nimehitimu mwaka 2012. Na mara baada ya kuhitimu nikaingia kwenye biashara pembejeo moja kwa moja kwa sababu mwaka 2009 tulipewa mafunzo na mamlaka ya Mbolea ya yeah, ya yeah, yeah, mafunzo ya wa uwakala, ule uwakala wa mwanzo kabla hujaja huu wa kidijitali. Mm. Enzi zile tukawa tunaomba kwenye halmashauri tunafanya, tunapeleka pembejeo kutokana na changamoto za mifumo na usambazaji wakati ule. Hii mamlaka ya TFRA mkaendelea kuboresha hatua kwa hatua mpaka sasa hivi tumefika kwenye kitu kilichonyooka yani, yani, kila kitu kinafanyika online na wote mnaona, na viongozi wetu chini ya uongozi wako kwenye mamlaka hii ya, ya udhibiti wa mbolea. Jambo likijitokeza tunashughulikia hapo hapo. Mmetuletea chachu ya sisi kufanya kazi zaidi, na tunazidi kutekeleza maagizo yenu. Tunafungua vituo kwenye, kwenye kila kata mpaka sasa hivi mimi, mimi bado ni mchanga. Nilikutana na changamoto kidogo katikati pale. Mimi mpaka sasa hivi na vituo 30, Nyanda za Juu Kusini. Kwa hiyo umeenda mpaka kule, tunapambana tunahakisha kila kitu kinakuwa sawa, na nitoe wito kwa vijana wenzangu. Mimi ni msomi kama wao, lakini kulikuwa kuna changamoto ya ajira. Nikaona hapana, sehemu sahihi ya kwenda kupata ajira ni shambani na shambani, kwenye kilimo kwenye mnyororo mkuu mzima wa thamani kwenye kilimo. Tuna kwamba, yote, kangia, na kwamba yeyote anaweza kaingia na akafiti. Kwa hiyo ndio wito kwamba wasomi wangu kutokana na changamoto za ajira, msione mzigo kwenda shambani kwenda shamba, sio shamba bali kwenda shamba ni fursa. Kwa hiyo utaanza shambani, mali utaipata shambani, na bahati nzuri bahati nzuri TFRA imeweka kaulimbiu mpya kwamba mali, e, mali shambani, silaha silaha mbolea, hasa mbolea ziko za kutosha kutosha, ei makala na zipo mbolea za kutosha kutoka kwetu sisi. Kwa wasomi wenzetu ambao tukutana changamoto ya ajira, kama nyinyi kwao, tuwaombe njoo shambani, utakuja kama utapendezwa na biashara, utaungana uta na sisi kwenye biashara, tutafanya tutahakikisha pato la moja moja linaongezeka, na halafu vile vile na, na, na uchumi wa taifa atilaji unakwenda kwa sababu ya kulipa kodi. Nakushukuru sana mkurugenzi. jambo Inawezekana. Inawezekana. Yes. Walitoka wapi walifanya nini? Tulizini kidogo sana. Asante. Wasaidie kutoa hamasa kwa kwa watu wengine. Ya, mkurugenzi, mimi kwanza kabisa ni graduate from Sokoine University of Agriculture. Lakini kabla mimi sijaenda Sokoine University of Agriculture, mimi nilikuwa mfanyabiashara mdogo sana na nilianza hapa Makambako kuuza eboebo minadani. Baadaye nikiwa na ndugu yangu Zakayo, baadaye tukasema no, Zakayo lazima twende tukamalizie sehemu ya shule ambayo wazazi walitujengea msingi. Hivyo mimi nikaenda Sokoine University of Agriculture nikapata degree yangu ya kilimo. Nilivyomaliza elfu mbili na kumi na moja nikasema no, mimi lazima nipambane nisiingie kwenye ajira. Nikaingia kupambana kwenye shughuli za kilimo. Nilianza na mtaji wa laki sita. Ninavyoingia mimi kwenye duka la pembejeo za kilimo pale stendi, nimeendesha duka la pembejeo za kilimo kwa kufata miongozo ya serikali, kutekeleza maagizo ya wizara. Baadaye ikaja fursa ambayo serikali mlileta ya kusambaza pembejeo kwa mfumo wa ruzuku. Nikasajili wakulima, nikasajili mawakala wadogo kwa kuanzia, nilianza na mawakala wadogo 30. Mfumo kipindi hicho ulikuwa na changamoto, ulikuwa ni tunafanya manyo tunafanya pia kwa njia tena ya kidigitali baadaye umeboreshwa umekuwa wote furu digi, digital. Kwa hiyo nikawa na uwezo sasa wa kuongeza mawakala kutoka 30 kwenda mawakala 250. Na mwaka jana mimi nilisambaza pembejeo zenye thamani ya shilingi bilioni 35. Mwaka huu nimekwenda kwenye bilioni 75. Kwa hiyo ninachoweza kusema mheshimiwa mkurugenzi ni kwamba sekta ya kilimo ni sekta muhimu sana. Na kwa kufanya hivyo tumechochea tumehamasisha vijana wengi kushiriki kwenye kilimo, na hao mawakala 250 na wazungumzia wengi wao ni vijana, wamesambaa katika maeneo yote ya nyanda za juu kusini, wako wanahudumia wakulima. Kwa hivyo unachoweza kusema ni kwamba pamoja na uwepo wa pembejeo hizi za ruzuku imetoa hamasa, wengi wamefungua biashara zao, sasa hivi wamesimama wale vijana kama wafanyabiashara kwa sababu kijana mmoja tu ukimwangalia, ana mzunguko wa bilioni tatu. Nina kijana mmoja yuko Matamba na vijana wengine wako Njombe na vijana wengine wako Rudewa. Ana bilioni tatu, amefanya mzunguko kulingana na vile anavyouza, na mifumo mliotengenezea inaonyesha. Ukienda kwenye mfumo moja kwa moja unaangalia, unaona. Kwa hiyo naweza nikasema awamu ya sita imeleta mapinduzi makubwa sana, na mimi nikiri mlivyonipa tuzo mwaka jana, ilifungua fursa kubwa. Makampuni yaliniamini yakaleta pembejeo, na mimi nikawapa wenzangu, tukauza, tukatengeneza mzunguko, na ndiyo maana matunda ya hii godauni naweza nikasema ni kulingana na kazi ya usambazaji wa pembejeo. Kama sio pembejeo, mimi nisingeweza kujenga, kwa sababu sikuwa na uwezo huo, lakini nilichakata miongozo mliotoa, tukafanya kazi, nikashirikisha tukaendelea lakini, mwanzo tulikuwa na hali mbaya sana muongeza hamasa kubwa sana ya ku, ya, ya kujivunia na kujivunia tasnia ya mbolea, si ndio? Na naamini katika mlivyosema vijana wengi watajitokeza na wataweza kushiriki kwenye mnyororo mzima wa, wa usambazaji, usambazaji na uh, sekta na sekta nzima ya kilimo kwa mnyororo mzima katika sekta. Wengine wataingia kwenye usambazaji, wengine wataingia kwenye kulima, wengine wataingia kwenye kwenye kuuza uchakataji. Kwa hiyo ni washukuru na niwatakie kila lililo jema katika kazi zenu. Asante sana.